Endelea kuangazia mengine makubwa. Wanamichezo mbio za vikwazo mwishoni mwa jumaa wameendelea na mpango wao wa kila Jumamosi wa kufanya mazoezi kwa pamoja, na safari hii wameungana na wafanyakazi wa idara ya uhamiaji kufanya mazoezi hayo. Hassan Mvula anaarifu zaidi. Ilikuwa ni siku yenye utulivu na upepo mwanana wa bahari ya Hindi. Si tu kwa mazoezi, bali pia ni kwa uzalendo na mshikamano wa dhati. Wanamichezo wa mbio za vikwazo wakiwa na mioyo thabiti na nia ya umoja, wamejumuika kwa pamoja na ndugu zao wa idara ya uhamiaji kwenye mazoezi haya. Sisi kama uhamiaji mkoa wa Dar es Salaam tumeona tuanze na sisi, tuazimishe siku hii kwa, ku, kwa kufanya moja mazoezi. Tumeamka saa kumi na mbili alfajili, tumekimbia mazoezi mpaka kule juu kuvuka ile Tanzanite, tumemaliza, tumekuja hapa, tumekuja tufanye usafi, shughuli za kijamii. Tunatoa pale kama mnavyoona, maafisa na askari pale wanatoa uchafu kutoka baharini, kufanya ile shughuli za kijamii kusaidia wenzetu hapa wa na kufanya mazingira ya eneo yetu ya, ene ya bahari yaonekane liko salama na baadaye kufanya usafi kando kando ya bahari, si tu kwa kukimbia na kuruka vikwazo, bali pia kwa kushirikiana kulinda mazingira yanayowazunguka. Mwitikio kwa kweli ni mkubwa, uh, ni mkubwa sana. Kila wiki, uh, tunaona kuna watu wanazidi kuongezeka sana, na simu pia zimekuwa nyingi, pia kupitia mitandao yetu ya kijamii, wa ya, uh, uh, Instagram uh, ule wa usiala Uh, simu zimekuwa nyingi za maswali, bwana, unachezwaje? Unafanyaje? na tunakaribisha watu uh, watu wanakuja kwa ikiwa kwa wingi kama unavyoona leo, watu ni wengi ambao wamekuja, na bahati nzuri tuna ugeni wa watu pia wa uhamiaji leo ambao uh, wameanzia kwenye upande wa usafi, lakini tulikuwa nao kwenye mazoezi ya asubuhi ya mbio za kawaida, lakini wamekuja pia kwa ajili ya kujifunza au kuona mchezo huu unachezwaje. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kweli hadi ya uh, mwisho wa mwezi huu ambao tulikuwa tumepanga uh, utaishia Aprili lakini sasa hivi tumeona kuna haja kutokana na maoni ya watu tumeona kuna haja ya kuongeza uh, mwezi wa Mei pia uwe ni mwezi wa awareness yeah. Nasema kila mtu ajaribu kufanya hivi mazoezi kwa sababu ni vizuri kwa afya yako ya ulimi na utaweza kukuwa na nguvu na uwe na afya nzuri. Hassan Mvula, Azam Sports Dar es Salaam. Mwisho wa mshikemshike.